Ndani ya dakika moja tu utakuwa umeshaelewa kila kitu, ni jinsi gani ya kufanya setting kwenye simu yako, mtu yeyote atakaye kupigia simu yako iweze kutaja jina lake la huyo mtu aliyokupigia, iwe ni namba ngeni au namba ambayo umeisave. Hiyo simu yako ita, itafanya itataja jina lake la huyo mtu aliyokupigia. Ndani ya dakika moja utakuwa umeshaelewa kila kitu ambacho takachokuelekeza Utaingia kwenye sehemu yako ya kupigia simu kama inavyoonekana inavyoonekana hapo, na baada ya hapo, utakuja utakuja hapo kwenye hivi vidude vitatu, utakuja hapa kwenye hivi vidude vitatu, utakuja kupagusa hapo iweze kufanya hiyo setting. Hapo utakuja palipoandikwa setting. Hata ugusapo palipoandikwa setting, utakuja moja kwa moja, utakuja moja kwa moja mpaka palipoandikwa answering and ending ending call. Utakuja kugusapo palipoandikwa answering and ending ending ending call hapo ukishapagusa, hapo patafunguka basi. Moja kwa moja utakuja kugusa hapo, utakuja ku turn on hapo palipo, palipo kuwa pame turn off hapa palipoandikwa red ola, red call, red caller names Announcer, utakuja kupagusa hapa. On hivi on tayari kwamba hata kama mtu akikupigia, iwe ni kwa namba ngeni au namba ambayo umesevu, simu yako itakuwa ina uwezo wa kutaja jina la huyo mtu ambaye amekupigia, kwamba ni itataja jina lake fulu jinsi lilivyo. Kwa hiyo hiyo ndio mbinu rahisi ya kuweza kufanya simu yako ukipigiwa iweze kutaja jina la huyo mtu aliyekupigia. Tuendelee kujifunza wote kwa pamoja, msisahau kusubscribe wale ambao hamja subscribe, lakini pia msahau kushea hii video na watu wengine, ili tuweze kujifunza kwa pamoja. Nawakaribisha sana wale ambao wageni, lakini pia kwa wale ambao wako pamoja nami siku zote, naendelea kuwashukuru. Karibuni sana, karibuni sana, asanteni.